Mi ansumbui hmm. Akiwepo chooni mi niko sebeni, akiwepo sebeni mi niko nje, kaza na yeye. Rangi ya mtume Tatu, umebarikiwa. Uzuri wewe mtoto mbichi kabisa. Hey, yani jina la Tatu, Mungu kalibariki. Ilijua nioe, hey, nioe tu hey. Nimelizika moyo wangu <laughs> swala yule mwanamke kule nyumbani, hilo jina sahau. Yani, utanifanya nijisikie kichefuchefu, nishinda kutumia pesa. Wacha wewe hey, mwanamke we, limekaa hujui uko wapi, miguu iko wapi, yupo, yupo tu na umaskini wangu hajui kutumia hela hiyo. Wewe usiniavie. Lile gegedu. Hebu licheke kwanza. Mtoto <laughs> <laughs> Hey. Ah, umedabuka. Chezea tatu wewe. Hatari. Tatu ni mmoja. Eh, tatu katatuka <laughs> Mimi tena huyo, <laughs> <laughs> <laughs>